Mara nyingi huwa nawambia kwamba ukishajua kusuka kibutu kama hivi. Kwanza gawa nywele yako katika sehemu tatu. Kile kibutu cha kwanza utaipandisha juu kama hivyo, utaishika ile katikati, utaileta kulia ya kulia, utaileta kushoto, yani utakuwa unazipishanisha, utakuwa umejua kusuka kibutu. Sasa mimi huwa nakwambia kwamba ukishajua kusuka kibutu, nitaendelea kukuelekeza nywele zile ambazo ni rahisi, utakuwa unaendelea kujifunza zile ambazo tunahisi ni ngumu, lakini hizi ambazo ni rahisi utakuwa tayari umekwisha kujua. Kwa hiyo tutasuka vibutu kichwa kizima kama hivi ambavyo unaona, sawa sawa, tunaona halafu. Baada ya hapo sasa, nitaenda kutumia rasta yangu ya asili locks pamoja na kinky style kutoka Darling Tanzania. Ile kinky nitaichambua kama hivi Kwao nitachambua nywele zangu pembeni, alafu nitakwenda kuchukua asili locks na sindano yangu ya crochet. Nitakwenda kuipachika kwenye nywele yangu ya asili locks, kuna kama ka katobo hapo juu, kwao nitatumia hivi, alafu nitachukua rasta yangu ile ya kinky style, nitakwenda kuisokotea upande wa mwanzoni kabisa hapa, sawa sawa, kwao tutakwenda kuisokota hivi, wala usikaze, usitumie nguvu. Just relax. Kwa sababu chini tuna vibutu alafu asili locks yetu tayari imekwisha kusuka. O sisi ni kuunganisha tu hapa, sehemu ndogo sana, sehemu ambayo kama ni mwanafunzi ndio unaanza kujifunza kusuka, hautotumia muda mrefu wala hautotumia nguvu nyingi wala hautotumia akili nyingi, sawa sawa. Ko tutaisuka mpaka pale ambapo nywele zetu zitakuwa zimekutana, ni urefu mdogo sana, yani ni urefu mdogo sana kwa baada ya ukisha suka kabisa, hakikisha huku mwishoni unaifunga kwa wewe. Mwanafunzi wangu ambaye ni mgeni, hakikisha una mkasi wako pembeni. Ukishafunga ile ambayo inabakia imening'inia ning'inia, kata kama utaweza. Kuisokota yote ikaisha funga kama hivi, Umemaliza kazi, naomba nikukumbushe, mimi ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Rasta nilotumia leo ni Asili Loksi kutoka Darling Tanzania pamoja na Kinky Style. Usukaji ule ambao nimekuelekeza pale awali ndio usukaji ambao nimeutumia kusuka kichwa kizima. Kwa wewe ambaye unahitaji kuja kujifunza mafunzo ya live, tunawakaribisha sana chuo chetu kipo Dar es Salaam, Tegeta nyuki. tunafundisha kusuka nywele aina zote, tunafundisha mambo yote ya saluni. Una swali, una chochote, niandike, uh, niandike kwenye comment. Upo mbali na Dar es Salaam, unahitaji kujifunza zaidi, ingia pale YouTube, tafuta Farida Othman, kisha nenda kajifunze. Nimekuwekea mafunzo mengi sana, video nyingi sana, nenda kaangalie. hujaelewa yangu, screen, WhatsApp, sasa, wa? Omana, kifanya, sasa. Kwa wale ambao mnahitaji mafunzo ya live ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita tunapokea ambaye, hata kama hujui kabisa, yani huna idea yoyote ila unatamani, zipo ni shilingi laki moja kila mwezi kwa una uwezo wa kwenda na kurudi kwa wewe ambaye ni mzazi mlezi, una mwanao amemaliza darasa la saba, yupo nyumbani, mlete aje apate ujuzi. Kwa wale ambao umemaliza form four na mnasubiri matokeo, muda huu ni muda mzuri wa kutumia wewe kupata ujuzi wako sawasawa. Tunaelewana. kwa wale wa form 6 unahitaji umemaliza zako form 6, upo nyumbani, njoo upate ujuzi uweze kujifunza zaidi. Jamani, umeona nywele yangu ilivyokaa sasa. Nilibana mbano wa kwanza, nikaachilia mbano wa pili, nikazileta upande wa mbele, lakini pia mbano wa tatu unaweza ukazibana kama vidoli doli, unaweza ukazibana zote nyuma, yani ni unaweza ukabana style nyingi sana na uzuri wa asili locks, unaweza ukaisuka zaidi ya mara mbili mpaka mara tatu. Mimi ni Farida Othman na hii ni Farida Beauty Academy kwaherini.